Kwani zinazolimwa zi zinazolimwa ziko kama ngapi? <laughs> Zinazolimwa ziko kama ngapi? Zote, ah, zote sabini zinalimwa. Ha, we, yeah, we, we, we. Da, <laughs> shamba hapa, shamba ni zuri yani. Hapa hapa nikishachukua tu hivi nani location tu, mtu anaiona. Unajua shamba sio nyumba, kuseme tu naipiga nyumba nzima, mtu anaangalia. Hapa napiga tu hivi hivili, mtu ajue nani location, jisi livyo.